Makumbusho ya Taifa ni kati ya taasisi pekee ambazo zimepewa lengo kuu la kuhifadhi mali kale vinavyoonekana na visivyoonekana ambavyo vimetengenezwa kwa mikono ya binadamu na vingine vya asili ambavyo binadamu amevimodify na kuvitumia katika maendeleo ya maisha yake. Maeneo hayo yamekuwa yakipotea aidha, kwa nguvu za asili ama kwa matumizi ya binadamu, kutokana na maendeleo na mambo ya kisasa na mwingiliano wa jamii mbalimbali, hivyo kusababisha jamii na taifa kukosa urithi ambao ndio roho wa taifa husika. Sasa shirika la makumbusho, kama mashirika mengine ya makumbusho duniani, yana kazi kubwa ya kutafiti maeneo hayo, kukusanya mikusanyo hiyo lakini pia kuhifadhi katika vituo vya makumbusho na kuendelea kuelimisha jamii kuhusiana na urithi huo. Kwa hiyo, kwa uchache katika kuzungumzia mkakati wetu leo hii, nitajikita kwenye P3 hizi. Kwenye upande wa preservation kwa maana ya uhifadhi, tuliweka lengo la kuhakikisha miundombinu ya uhifadhi inaboreka. Tunafungua vituo vipya vya malikale ambavyo viliainishwa hapo kabla lakini havijaendelezwa, tunajikita kwenye uhifadhi, unahusisha pia malikale lakini pia utamaduni wa watu intangible heritage na kwenda kwenye na, kubadilisha nadharia na tafsiri ya malikale zilizopo kwa maana ya decolonization, kwa kutambua kwamba historia yetu na malikale zetu zilifanywa tafiti na kutafsiriwa wakati wa ukoloni na hivyo kuna chembechembe za kikoloni katika kutafsiri historia yetu. Uhifadhi huo, tukasema tutaimarisha utafiti na kujenga uwezo wa nchi yetu kufanya tafiti za malikale yenyewe. Kwa mfano mpaka sasa hatuna kituo thabiti cha utafiti wa malikale. Hiyo imekuwa ikisababisha malikale zetu kwenda kutafitiwa nje ya nchi. Hivyo, anayechukua mkusanyo wa Tanzania kwenda kufanyia analysis nje hata tafsiri yake. Sisi kama Watanzania hatuna control, hatuna namna ya kuhakikisha historia ile au narrative ile inazingatia eh, thamani na value za Kitanzania. Lakini vile vile kwenye uhifadhi tukasema kuna nguzo kubwa ya teknolojia lazima sasa twende kidigitali kuhakikisha malikale hizi zinahifadhiwa kidigitali, lakini vile vile kufanya tafiti kutumia njia za kidigitali na hata maonesho. Hayo ndio yalikuwa misingi ya maendeleo katika eneo letu la uhifadhi. Katika eneo la promotion, kwa maana ya utangazaji na uhamasishaji jamii, tumekuwa tukitegemea sana program za kielimu, na makumbusho yote duniani ina maafisa elimu na ina msingi mkubwa sana wa elimu tukasema ili tuweze kujitangaza vizuri na kupata Watanzania wengi kutembelea makumbusho na kuhamasisha, ni vyema sasa tuka adopt mfumo wa masoko, kwa maana kwenda kuengage kwenye mipango ya masoko ili kujitangaza vyema zaidi. Lakini tukaja na jambo lingine la pili kwenye ili eneo la promotion, kutumia matukio events, katika kujitangaza na kuhakikisha watu wengi wanakuja makumbusho tuliona vituo vyetu saba vya Makumbusho ya Taifa vina fursa kubwa ya kufanya event kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na hasa wa tamaduni. Lingine katika promotion, tuliona lazima tuingeji wadau na kuifanya makumbusho kuwa makumbusho ya watu, kwa maana kuingeje jamii, kuhusisha jamii moja kwa moja ambayo inaweza kuja kufanya, kufanya matukio katika makumbusho zetu, lakini kuhamasisha uanzishwaji wa makumbusho binafsi. Tumekuwa tukikusanya mikusanyo kutoka kwa jamii lakini tukasema ni wakati sasa mikusanyo hile isaidie kuanzisha vituo katika maeneo ya kijamii, makumbusho za kikanda za kimikoa, lakini hata makumbusho za kitaasisi, na kukuza mashirikiano na mahusiano na taasisi za ndani na nje ya nchi. Hiyo ingetusaidia sana kujitangaza kwa maana ya promotion muka. Katika eneo la tatu la prosperity, hapa tulijipanga vizuri katika kuhakikisha kwamba rasilimali za kutekeleza majukumu yetu zinaongezeka kuanzia rasilimali fedha, rasilimali watu, lakini kufundisha, kuhakikisha kwamba e, wataalamu wetu wanakuwa imara na kubwa zaidi, kuboresha miundo mbinu yetu miongozo, kanuni na hata sheria, kuhakikisha kwamba taasisi inaweza kutekeleza yale ambayo tumeyapanga, ikiwemo la kufikia nchi nzima kupitia mfumo wa kikanda. Kwa nini nasema kanda? Taasisi yetu kupitia vile vituo saba zimekuwa katika mkoa wa Arusha, Ruvuma, e, ee, mkoa wa Mara na Dar es Salaam. Lakini kwa kwenda katika mfumo wa kanda tunakwenda kukava nchi nzima. Hayo ndio yalikuwa malengo yetu ikiwemo kuzalisha shilingi bilioni sita kwa maana kufikia bilioni moja kwa mwaka lakini kupata wageni zaidi ya milioni moja kwa mwaka. Sasa ningependa kuzungumzia utekelezaji katika miaka hii mitatu ya serikali ya awamu ya sita chini ya Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ni kwamba kwenye eneo hili la uhifadhi serikali ya awamu ya sita imefanya uwekezaji mkubwa. Tulipanga kuhakikisha tunaweka historia vizuri, kwa maana tunafanya tafiti zaidi na kuimarisha utafiti kwa muktadha wa Kitanzania na hasa kuweka historia eh, kwa muktadha wa Kitanzania. Serikali imetenga shilingi bilioni 34. Kwa ajili ya kufadhili mradi wa makumbusho ya marais. Mradi huu unakwenda kujengwa Dodoma. Na tayari taratibu za awali zimeanza. Faida ya mradi huu ni kwamba kwa mara ya kwanza nchi yetu inakwenda kuwa na makumbusho iliyoianzisha yenyewe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tunakwenda kutafsiri historia ya taifa letu kupitia milango ya watawala wa nchi yetu na sio tu kuanzia tawala hizi za marais, lakini tangu tawala za awamu ya kwanza ya enzi kabla ya ukoloni, baada ya ukoloni, na hata sasa. Jamii inakwenda kuwa na msukumo, kuwa na nguvu, kuwa na sauti katika tafsiri ya historia yake yenyewe kupitia makumbusho hii itakayojengwa pale Dodoma. Hivyo tunakwenda kuandika historia upya ya urithi na mali kale za nchi yetu kupitia kituo hichi. Hayo ni mageuzi makubwa ambayo serikali imetazamia kuyafanya. Lakini serikali imeamua pia kuwekeza kuanzisha kituo cha makumbusho ya taifa cha utafiti ambacho kinatazamiwa kujenga kujengwa pale Buka, eneo la Arusha. Kituo hichi kitafanya mambo makubwa mawili. Kwanza ni kuratibu shughuli za tafiti za mali kale nchini. Lakini la pili, kuweka miundombinu ya kufanya tafiti kwa maana ya analysis ya mikusanyo ile. Hii itasaidia mikusanyo kutokwenda nje ya nchi. Lakini kufanya watafiti wanaotoka nje ya nchi kuja Tanzania kufanya tafiti pamoja na kwenda ku excavate kwa maana ya kuchimba na kuibua mikusanyo ile kwenye maeneo mbalimbali ya taifa letu kufanya tafiti hizo ndani ya taifa letu. Kwa maana ya analysis, badala ya kwenda kufanya Canada, ama Uingereza, ama South Africa, ama Kenya, sasa itafanyika nchini mwetu. Hayo ni mageuzi makubwa ambayo atafanya kukuza Eh, kwa, kwa tasnia ya utafiti wa mali kale nchini lakini kuwapa watafiti wetu nguvu ya kuweza kufanya tafsiri imara za mikusanyo ile kwa ushirikiano na watafiti wa nje. Katika hili eneo la uhifadhi tulisema, eh, tutaendelea kukusanya mikusanyo ya kitamaduni kutoka kwenye jamii yenye thamani ya kitaifa, lakini vile vile tutahamasisha jamii kuanzisha makumbusho zao. Hivyo tumefanya mageuzi makubwa kwenye sheria ya mwaka ya, ya, ya Malikale mwaka huu 2022 mwaka miaka mitatu iliyopita, lakini vile vile tumefanya mageuzi makubwa kwenye sheria ya makumbusho ya Taifa ili kuruhusu uanzishaji wa makumbusho binafsi, na serikali imefanya hivyo makusudi kwa kutambua utajiri wa utamaduni na Malikale zipo nchini, lakini vile vile fursa ya maeneo mbalimbali kuanzishwa makumbusho. Mpaka sasa tunavyozungumza, tayari makumbusho tano zimekwishaanzishwa ndani ya miaka hii mitatu ikiwemo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, makumbusho ya jamii ya, uh, pale Arusha. Lakini vilevile vile, kuna makumbusho takriban kumi ambazo taasisi yetu inasaidia kuanzishwa, ikiwemo eh, makumbusho ya shirika uh, la benki ya taifa, eh, ya Tanzania BOT, lakini vilevile bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mashirika mengine nchini ikiwemo bandari eh, shirika la bandari Tanzania. Pamoja na hayo, vituo hivi vinakwenda kuongeza wigo wa sekta ya makumbusho na hata mapato katika eh, sekta hii ya makumbusho ya taifa, pamoja na uhamasishaji wa makumbusho binafsi. Katika eneo la uhifadhi, pia tumeweza kuongeza mikusanyo ambayo imekuja makumbusho ya wa taifa eh, na sasa tuna mikusanyo zaidi ya laki tano na hasa kuiweka kwenye mfumo wa kidigitali. Kwa mara ya kwanza tumeanzisha mfumo eh, pekee wa kusajili mikusanyo kwa kutumia wataalamu wetu wa ndani na kushirikiana na taasisi zingine za Tanzania, na mfumo ule tayari umeshasajili mikusanyo ya takriban 1500 na tunaendelea kushirikiana na, na wadau mbalimbali, vyuo vikuu vya nje na ndani ya Tanzania kuona namna ya kukusanya takwimu na kusajili mikusanyo ile ya marikale kwenye mifumo ya kidijitali. Hizi ni hatua kubwa zilizopigwa na serikali ya awamu ya sita katika eneo hili la uhifadhi, ikiwemo la mwisho labda niliseme ni kufungua maeneo mapya ya malikale ambayo yalikuwa hayajafanyiwa kazi kwa muda mrefu. Eneo la kwanza ni eneo la Tendaguru. Sote tunajua Tendaguru ni eneo tajiri kwa masalia ya dinosaria. Tayari kuna kituo cha taarifa wake, cha taarifa ambacho ukamilifu wake unakaribia kukamilika, lakini tuna kituo cha taarifa na makumbusho ndogo mji wa Kigamboni. Tumeanzisha pia kituo cha taarifa pale Lindi mjini. Haya ni maeneo muhimu katika ukanda wa bahari na katika kuhifadhi mali kale na historia adhimu ya dinosauria kwa maana paleontolojia lakini historia ya miji ya kale ikiwemo Kigamboni na Lindi mjini. Tumefanya uhifadhi wa mji wa Mafia, Karabati Magofu kwa kushirikiana na wadau na hivi karibuni tunategemea kufungua kituo pale, kuweka ofisi ya makumbusho ya taifa ambayo pamoja na mambo mengine itaendelea uhifadhi mpana, itaendelea uhifadhi mpana katika mji ule wa Mafia. Kuna maeneo ya malikale ambayo mengi yamekasimishwa kwenye taasisi mbalimbali ikiwemo mji wa Bagamoyo. Tumeweka mfumo mzuri sasa wa kuandaa mpango wa usimamizi wa maeneo yote ya malikale ikiwemo mji wa Bagamoyo. Kwa hiyo tunakwenda kuweka juhudi kubwa, kushirikiana na wadau kuamsha uhifadhi na uendelezaji wa mji wa Bagamoyo. Sasa haya ni katika eneo hili la uhifadhi. Nizungumzie yale ambayo yamefanywa kwenye eneo la promotion. Kwa mara ya kwanza sekta ya makumbusho imeweza kuvutia wageni hadi kufikia laki tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na kwenda ishirini na nne Wageni wa, wa nje pia wameendelea kuongezeka. Huko nyuma tumekuwa na kawaida ya kupata wageni takriban laki moja kwa mwaka. Hii imetokana na ule mkakati uliosema wa kuwatumia matukio event. Na kwa kweli matukio yamevutia wageni wengi ndani ya vituo vyetu vya makumbusho ya Taifa, uwekezaji ambao serikali imeufanya lakini pia Royal Tour ya mheshimiwa rais imesaidia kuongeza wageni wa nje, na hili tumeliona katika makumbusho ya wa Taifa. Wageni wameendelea kuongezeka kwa sababu ya juhudi hizo. Vile vile tumeanzisha kitengo cha masoko kupitia muundo mpya wa shirika. Kitengo hichi sasa kimeanza kuratibu masuala ya masoko na tumepanga kwenye mwaka ujao wa fedha kukiwezesha zaidi ili kuweza kuongeza wigo wa wageni wa ndani kwa maana ya wanafunzi lakini pia e, wageni mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanzania kutembelea maeneo yetu ya Malikale. Katika eneo hili la promotion pia tumeongeza hamasa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa nje ya nchi na wa ndani ya nchi. Nje ya nchi tumeweza kuwa na maonesho ya muda zaidi ya kumi. Tumeweza kuweka maonyesho ya kudumu na kuboresha kwa kuwekea vionjo vya kidigitali. Wadau wa ndani jamii zimeongeza programu zao zinazofanya katika vituo vya makumbusho ya Taifa. Nitazungumzia e, e, tamasha la mtanzania pale kijiji cha makumbusho. Kwa mwaka jana tumefanya zaidi ya mawili, miaka ya nyuma tukifanya moja kila mwaka. Yale yanaleta jamii ndani ya vituo vya makumbusho ya Taifa, lakini jamii inapokuja kufanya tamasha pale, wanajenga nyumba za kiutamaduni kwenye village ya pale vile mvishia mkiji ito nyama lakini vile vile, kunatokea hamasa ya kurithishana utamaduni ule ambao tumesema utamaduni sio shikika. Lakini kubwa zaidi tumeweza kuweka muundo mpya, serikali imeidhinisha muundo mpya wa shirika mwaka 2023 ambao tumeweza kutekeleza sasa. Muundo ule umeweka kanda sita: kanda ya kati, kanda ya mashariki na kanda ya magharibi, lakini kanda ya kaskazini na kusini na kanda ya kusini nyanda za juu. Kupitia kanda zile tunakwenda kuhamasisha uwekezaji na uhifadhi katika maeneo ya malikale na utangazaji katika kanda hizo, na tayari kanda hizo zimeweza kuanza kufanya kazi, na na tunatarajia kutakuwa na ongezeko la wadau wengi watakaoingia katika kwanza makumbusho kwa kupitia hamasa zitakazotolewa na wakuu wetu wa kanda. La mwisho katika hili nizungumzie swala la kuhamasisha vituo vingine vya malikale. Serikali ilifanya mabadiliko makubwa kwa kuongezea shirika la makumbusho ya taifa maeneo ya malikale zaidi ya 130 kuyasimamia, ikiwemo hayo matatu ambayo nimezungumzia, Tendaguru, Kigamboni na Lindi mjini ambayo tumeweza kuyafungua sasa. Kupitia kanda zetu na mpango wa usimamizi wa malikale, tunatarajia kufungua vituo vingine pale Mafia na kuanza kufanya uwekezaji wa uhifadhi katika maeneo mengine ikiwemo eneo la Pangani mkoani Tanga. Katika eneo la tatu la prosperity, kwa maana ya ustawi wa shirika, serikali kwenye eneo la rasilimali watu imeweza kuongeza rasilimali watu kwa asilimia 35, eneo la makumbusho ya taifa. Lakini imeweza kuboresha muundo wa utumishi wa umma katika taasisi yetu kwa kuweka kada kada ambazo hazikuwepo hapo mwanzoni. Nitazungumzia kada ya kwanza ya watafiti. Tunajua shirika la Makumbusho ya Taifa ni shirika la kitafiti, kazi yetu kubwa ni kutafiti malikale na historia nchi hii, lakini hatukuwa na watafiti ambao maendeleo yao ya kitumishi yanakwenda kwa vigezo vya kitafiti. Muundo huo mpya wa utumishi umetuletea kada hiyo, lakini pia kada ya maafisa utalii na masoko, kada ya mafundi, lakini kada ya wahifadhi katika nyanja ya kisayansi na, na, na, na, na, na, na, na, na kada ya, sa, ya sanaa. Haya ni maendeleo makubwa ambayo yanakwenda kuifanya taasisi yetu kuweza kufanya uhifadhi uliokamilika. Katika maendeleo ya ustawi wa shirika letu pia tumeweza kuongeza vyanzo vya kuingiza mapato ya ndani na uwekezaji katika sekta hii. Serikali imewekeza katika vituo vyetu kuweza kufungua maeneo ya kumbi, kuweza kufungua maeneo ya bustani, lakini maduka ya sanaa na vitu vya kitamaduni. Ukizingatia hilo pamoja na ongezeko la watalii, shirika limeweza kufikia rekodi ya kukusanya zaidi ya shilingi bilioni moja mwaka 2023-2024. Kutoka kwenye rekodi za awali ambapo tulikuwa tukikusanya mapato yasiyozidi milioni mia tano kwa mwaka. Na kwa mwaka uliopita wa fedha tuliweza kufikia asilimia zaidi ya sabini, kufikia 85 ya makusanyo ambayo tulijipangia. Haya ni maendeleo makubwa, na kupitia mpango wa mapato ambao tunautumia sasa kama shirika, tunategemea makubwa zaidi kuweza kufikia lengo la bilioni sita. Lakini haya pia yamewezeshwa kutokana na uwekezaji unaofanywa na serikali ya awamu ya sita katika maeneo yetu na katika vituo vipya ambavyo tutategemea kuja kuifungua hapo baadaye. Haya ni katika eneo hili la utekelezaji wa mpango mkakati kwa sasa lakini nini tunatarajia kwa miaka miwili iliyosalia? Utekelezaji wa mpango mkakati huu, kwa maana huu mwaka unaokamilika mwezi wa sita, lakini mwaka wa 25 na 26, tumepanga kuendelea kutekeleza miradi hii mikubwa ya kimkakati, mradi wa makumbusho ya marais na mradi wa kituo cha utafiti cha makumbusho ya taifa pale Arusha. Kama nilivyosema hapo awali, hatukuwahi kuwa na bajeti ya maendeleo kama shirika kupitia serikali ya awamu ya sita, kwa mara ya kwanza sasa tuna bajeti ya maendeleo ambayo inatekeleza miradi hiyo ya kimkakati. Lakini pia shirika letu limeingizwa kwenye taasisi zinazoweza kufaidika na mfuko wa maendeleo ya utalii kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii. Tunashukuru sana waziri wetu na uongozi wa wizara, kwa sababu shirika linaenda kuanzisha vituo vya utalii katika maeneo ya marikale. Tunavyozungumza sasa tayari programu na projekti ya uwekezaji katika eneo la Nandete pale Kilwa, eneo ambalo ni chimbuko la vita vya majimaji nchini ambalo halikuwa na kituo e, cha makumbusho sasa linakwenda kuwa na kituo cha makumbusho. Mradi huo umekwishaanza katika hatua za awali, na tunategemea e, utakamilika ndani ya mwaka huu 2025. Haya ni matalio makubwa katika sekta hii ya uhifadhi, pamoja na utekelezaji wa mpango wa uhifadhi malikale nchi nzima, ambako nimesema hapo awali, maeneo kama ya Mafia Tendaguru nana na Bagamoyo yatashughulikiwa. Haya ni matarajio makubwa tulionayo, pamoja na kuongezeka wigo wa makumbusho zetu kupitia ofisi za kanda sita, tunatarajia ongezeko la makumbusho binafsi zaidi ya ishirini na tano. Hii maana yake ni nini? Kwanza, kutatokea uhifadhi mkubwa wa maeneo ya malikale, kuhifadhi historia na urithi wetu katika mikoa na tumekuwa tukihamasisha pia serikali za mikoa na wadau mbalimbali waweze kuwekeza katika makumbusho na kuanzisha makumbusho katika maeneo yao. Tumekuwa tukihamasisha taasisi mbalimbali, ikiwemo taasisi za kusimamia lugha kama ya Kiswahili. Tunaweza kuwa na makumbusho ya Kiswahili, tunaweza kuwa na makumbusho ya sanaa, tunaweza kuwa na makumbusho za watu binafsi, tunaweza kuwa na makumbusho katika nyanja mbalimbali za maendeleo ambazo tumezipiga shirika la Leli ndiko mbioni bandari tunazungumzia makumbusho ya e, nishati, lakini tunaweza kuwa na makumbusho ya afya kwa maana ya kuangalia teknolojia na tiba za asili mpaka sasa na teknolojia inavyokwenda. Haya yote yanapaswa kuhifadhiwa na kuweka katika muktadha wa kimakumbusho. Hivi karibuni tumekuwa na washa ya wadau kuangalia muongozo wa makumbusho, na ni matarajio makubwa sasa tunavyoenda mbele kuwa na mwongozo thabiti wa uanzishwaji na uendeshaji wa makumbusho nchini na uratibu wa sekta ya makumbusho. La mwisho katika hili matarajio yetu ni kwamba taifa linakwenda kusimamia tafsiri ya historia lake ya historia yake kwa muktadha wa Kitanzania. Nirejee hamasa aliyotoa Mheshimiwa Rais wa Awamu ya Sita, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, katika mkutano wa utalii shirika la utalii na usafirishaji pale Rwanda Kigali, alizungumzia kwamba huu ni wakati wa Afrika kuandika historia yake kwa muktadha wake. Mradi wa makumbusho wa marais kupitia kituo cha taf cha tafiti cha cha makumbusho ya taifa, tunatarajia makubwa katika kuandika historia katika muktadha wetu na hivyo kuibua mambo mapya ambayo hakuandikwa katika historia pale ambapo eh, baya za uwigo mpana ulichangiwa na wakoloni, lakini tunakwenda kuhamasisha jamii kushiriki katika uhifadhi endelevu. Na hii ndiyo dira ya shirika la makumbusho ya taifa. Visheni yetu ni kujenga jamii ambayo inathamini na kushiriki uhifadhi wa utamaduni wake na malikale, na hasa kupitia dhana ya uhifadhi endelevu, uhifadhi ambao utapelekea maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Uhifadhi ambao utahifadhi misingi ya urithi utamaduni na malikariki zake, lakini la tatu, uhifadhi ambao utakuwa na chachu katika maendeleo ya kijamii na kushirikisha jamii moja kwa moja.